Ukosefu wa vituo vya kutibu magonjwa ya mifupa bado ni changamoto kuu katika kaunti ya Kajiado huku wagonjwa wakilazimika kutafuta huduma hizo katika kaunti zingine. Aidha, wagonjwa wa mifuka, wa mifupa fundradhi wanalalamikia wa gharama kubwa ya matibabu inayowafanya kukosa kutafuta huduma, na kama anavyotuarifu Robert Masai, wakazi wa Kajiado walifaidika na kambi ya matibabu bila malipo. Wagonjwa kutoka pembe mbalimbali mbali ya nchi walimiminika katika eneo la rimba hapa Kajiado kaskazini kuhudhuria matibabu bila malipo ya kutibu magonjwa ya mifupa. Wagonjwa waliofika wakinufaika na matibabu hayo, ikiwemo upasuaji wa kurekebisha mifupa iliyovunjika. Nilikuja hapa kwa sababu nilisikia kuna free treatment na nilikuwa na umwa na mgongo Uh, and you find most of them are uh, TKR and others are total hip replacement. TKR is total knee replacement and total uh, hip replacement. Those are the, the, the, the majorly expensive uh, surgeries and uh, we are doing them under SHA. Ni kwenye kambi hiyo ambapo ilibainika kuwa wagonjwa wengi wamekuwa wakiangaika kupata matibabu kutokana na ugumu wa kufika katika vituo vya afya, kutokana na umbali wa hospitali zinazoshughulikia mifupa, kando na gharama ya juu ya matibabu. Mara nyingi watu walikuwa eneo hili wanaenda hospitali Nairobi , lakini tukiwa na hospitali mzuri na kuwe na madaktari wazuri, hatu takuwa tunaenda Nairobi. Magadi hakuna mambo ya mifupa mpaka watafute hospitali zilizoko nje. In terms of access to healthcare it's, it's quite horrible because you'll find you can go like 20 30 kilometers. Aidha, uh, wagonjwa wengi wameonekana kuugua yabisi au arthritis, huku madaktari wakisema mtindo wa maisha umechangia maradhi hayo kuongezeka majority kambio uh, as as to, to inalenga kuhamasisha wakazi kuhusu matibabu ya mifupa. Robert Masai, runinga ya Citizen, Rimba, Kajiado Kaskazini.